Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin amma ba'd, gislam, tunaendelea na kitabu chetu pendwa addurarul Bahiyah. Leo tuko mwisho mwisho, tunazungumzia hija na umra. Faslun fil hajj wal umra, hii ni fasli katika kuelezea masala ya hija na umra, na hasa ndo kipindi chake hasa hiki, kila mmoja atakiwa kupatiza zaidi fasli kama hizi. Uma faridhani fil umri marra. Hija na umra faridhani, ni faradhi mbili fil umri marra. Katika umri mara moja zitekelezwe. Uma faridhani, hija na umra ni faradhi mbili fil umri marra. Katika umri zitekelezwe mara moja. Ala almuslim jwa Muislamu alhurri almukallafi, muungwana mwenye kukalifiwa, mwenye kulazimiwa na sheria manabale, mtu mzima almustatini kisha mwenye uwezo wa kwenda hija, mwenye uwezo wa kwenda huko waliistita na uko kuweza anyakuna kadira na lazadi aweni mwenye kuweza juu ya kupata andao pia, warahila na kipandwa cha kusafiria. Siku hizi kuna madege alhamdulillah

na harama za ambaye talizamu nafakatuhu kuna mlazimu yeye kina mlazimwe ye, chakula chake sio. Waondoka hija, mwanao hana hela ya kula kule, mkewa hana kula, hayo ni makosa. Fadhilaini chakula andao pamoja na hicho kipano vio vimezidi ni ziada ammuunatiman, kuepukana na harama za ambaye talizamuhu nafakatu kina mlazimu yeye chakula chake sawa, au talzamuhu maunatuhu anamlazimwe, harama zake talzamuhu maunatuhu inamlazimwe, harama zake dhahaba wayaba wakishe kwenda na kurudi, mkeo, wanao, wanaokula wanacho chakula, nenda hija, nenda umra eh, wayakuna twariku amina, na iwe njia imesalimika iko salama na sunna zake faarkanuhu sitatun, nguzo za hija ni sita. Kwanza ania, ni kule kunuia ile ni nguzo, lazima uitekeleze. Walhukufu na kuhudhuria Arafa, walhukufu biarafa, na kuhudhuria uhudhuria Arafa. Watawafu na kule kutufu kuizunguka Alkaba, pia ni nguzo. Wasayu na kule kusayu kwenda huswafa na Marwa, swafa na Marwa. <coughs> Walhalku na kunyoa awe taksir au kupunguza. Hizi ndio nguzo. Wa tartibu na kule kupanga kama inavyotakikana, hizo ni nguzo, lazima uzitekeleze. Wa arkanu al-umra, na nguzo za umra, ya arkanu alhajj, ni zile zile nguzo za hija, walu illa lukuf, isipokuwa kusimama Arafa. Kwenye umra hakuna kusimama Arafa. Maana Arafa kusimama ni mwezi tisa. Sasa umra utakwenda siku yote, hakuna mwezi tisa mfungo tatu. Umeelewa? Asema wa arkanul umra, na nguzo za umra. Ya arkanul haji ni zile zile nguzo za hija ila lukuf, isipokuwa kuhudhuria Arafa. Hakuna katika ukwenda umra, kwenye umra hakuna kuhudhuria Arafa. Arafa ni mwezi tisa, mfungo tatu, mwezi tisa zuli hija ndiyo Arafa. Wajibatuhu khamsa, na nyajibu za hija ni tano. Alihiramu minal mikati, ni kuhirimia kutoka mikati. Alihiramu minal mikati ni kuirimia tangu miikati. Miikati ni ile sehemu ambazo ziliwekwa na Mtume toka wakati huo watu wairimie hapo, kutoka na uko, unapoelekea kutoka kuelekea Maka. Walmabitu bimuzdalifa, na kulala muzdalifa ni wajibu, ni sehemu ya muzdalifa takwenda kuiona huko ile siku, wakati unatoka nini, unatoka zako nini, arafa, naelewa. Walmabitu bimina, na kulala mina waramyuljimari na kuatilia vikuta waramyuljimari na kuatilia uku vikuta. watariku muharramati lihirami na kuacha yaliyoharamishwa ya ihramu. watariku muharamati lihram na kuacha yenye kuharamishwa katika ihramu. wasunanuhu na sunazahija kathira tuni nyingi, minha katikazo alghusulu lilihirami ni kuoga kwa ajili ya kuhirimia wasunanuhu na suna zake kathira, tuni nyingi, minha alghusulu, ni kuoga lilihrami, kwa ajili ya kuhirimia pia walilukufi, na kuoga kwa ajili ya kuhudhuria haraka, waliramji, na kuoga kwa ajili ya kutupa mawe, ayami tashriki, zile siku za tashriki, watatwayuhu, na kujitia manukato kabla alihrami, kabla ya kuhirimia ukaanza kutotesha totesha manukato nuke nuke vizuri, maana baada ya kuilimia hautaki kutumia manukato, sio kawa nuka kikua kwa namna moja kwenye mahema. Walubsu izari walidai, na kuvaa shuka na mtandio abyadhaini, meupe. Walubsu izari, na kuvaa kitambi au shuka, walidai, na ushungi, abyadhaini, vyeupe, jadidaini, kisha vipya, wa ghairu dhalika, na soko hayo Waman tarakatu rukna min alarkani, na mwenye kuwacha nguzo moja tu miongoni mwa nguzo za hija. Lam yasiha hajuhu, haikuswihi, haikufaa hija yake, wala yujbar, wala haiungwi bidamini, kwa mnyama wala ghairihi, wala kwa kitu chingine. Wa thalathat min alarkani na tatu miongoni mwa nguzo. wa thalathatu min alarkani, na tatu miongoni mwa nguzo wa ija latafutuhuu, hazitamfutu mtu maadama, haya muda wa kudumu, yuko hai hazimfutu lazima hizo azitekeleze. wa tawafu, na kwenye kutufu, wasayu, na kusayu, alhalku, na kunyoa wa mantaraka wajiba, na mwenye kuwacha wajibu swaha hajuu, imeshihi ija yake, lakini walazimahu damu, inamlazimu fidia hey, juu yake madhambi illa yamud, endapo hakurudi akatekeleza wajibu ule atapata dhambi. Wa man taraka shay'an min sunan, na mwenye kuacha kitu miongoni mwa sunna, fala shay'a alayhi, apana lolote kwa ke, apana kitu chochote kwa ke. Walakin tafutuhu alfadila, lakini zitamfutue fadila, utakosa fadila, sawa Faslu fi muharamati al-ihram, hii ni faslu katika kuelezea mambo yaliyoharamishwa katika ihramu. Muharamatu bilihram, yahrumu bil ihram, ni haramu pamoja na kuilimia hija. Ni haramu tibun, manukato yoyote. Wadahanu, na kujitia mafuta. Wadahanu rasin walihya, na kutia mafuta kichwa na ndevu. Yahrumu bilihram, ni haramu pamoja na kuilimia wadahanu ra'sin wa lihiya yota, na kutia mafuta kichwa au kutia mafuta ndevu. Waizala tudhufur na kukata kucha. Waizala tushari, waizala tudhufur, na kutoa kucha au kuondoa kucha ndio kuzikata. Waizala tushari na kutoa nywele. Wajimau na kujamii, mukaddimatu na vitangulizi vyake. Waakidu nikahi na kufunga ndoa. Waswaidu na kuwinda. Ashjari ashjaril haram na kuikata miti ya haram Maka pale yote ni haramu kwa hadhihi, na hivi. Yastariku fi hirmatiha, vinashirikianwa katika uharamu wake, wanashirikiana. Arrajul wal mar'a, maana mume na mwanamke. Wahadihi, na vitu vinavyovitaja. Yastariku, wanashirikiana fi hirmatiha, katika uharamu wa vitu hivyo. Arrajulu walmaratu, mwanamume na mwanamke, wote wakitenda ni haramu wa yarum wala rajuli satru ra'si, ni haramu jwa mwanamume kustiri kichwa. Wa yarum wala rajuli ni haramu jwa mwanamume satru ra'si kustiri kichwa. Wa kistiri nini? walubsu lubsu marit, na kuvaa nguo iliyoshonwa. Walubsu lubsu marit, na kuvaa na kuvaa nguo iliyoshonwa. Wa almar'ati, ni haramu kwa mwanamke satru wajiha kustiri uso wake walalmaratinaharam wa kwa mwanamke saturu wajiha kustiri usho wake. Walubsu kufazi na kuvaa soksi fi kafiha katika kiganja chake au vijanja vyake. Waustaratu kuna shatiwa fi tarimi katika uharamu wake almadhkura fi taarimi lmadhkurati, na kunashatiwa katika uharamu kuharamishwa vilivyotajwa alamdu unashartiwa alabd, kukusudia umefanya hivyo kwa kusudi, umevaa hizo soksi kwa kusudi, umejifunika uso mwanamke kwa kusudi, wa liikhtiyar na haram wa kuluha na vyote hivyo fiha alfidya, pana ndani yake fidia. Wa kuluha na hivyo vyote fiha, pana katika ukikosi, ukitenda kimoja wapo kutoa nini alfidia. Baada akad nikah, isipokuwa kufunga ndoa huko, hakuna fidia wafilfidiati na katika hiyo fidia kuna nini? Tafsilun kuma, upambanuzi unakuja. Fainkanat mimbabi litilafi, ikiwa hicho ulichokifanya ni katika mlango wa kuharibu. Kuharibu kitu ni mnyama memkuinda, kakatili saidi, kama kuwa kiwinda, wakati nshajar na kukata mti, walhalki na kunyoa, walkalmi na kukata kucha. Fala yushtaratu fi wujubiha amdun wala ilmu hakutashartiwa katika nini nini? Kufanya kwake ujuubia katika wajibu wake kusharti nini amdu, ni kukusudia, wala ilmu, wala kujua. Ukifanya tu hilo ume bahati mbaya pia, tayari umefanya jambo haramu. Wainkanati mimbabitarafuhi ikajiwa, katika ulichokifanya ni katika mlango wa kustarehe, mlango wa starehe sawa, katatwa yubi kama kujitia manukato Walupsi na kuvaa waduhni na kutia mafuta wajimaa na kujamii wamukadimati na vitangulizi wake, ustiritwa fi ujubiha utashatiwa katika wajibu, wa hi, wajibu wake dhalika, hayo tuliowataja hapa mwisho. Faslun fi tawaf, hii ni faslu katika kutufu. Washurutuhu sabatun, shati za kutufu ni saba. Aduha, tuhurun, wewe unayetufu uko twahara an hadathin ukutwara kuepuka na hadathi sawa bina waaihi, kwa namna zake zote mbili za hadathi al asghari wal akbari hadathi ndogo na kubwa. Waanini, abathine, na bile bile umebuka, uchafu, mbwayaki, wa nini wa an haid an habath na vilevile umetakasika umeepuka na habath ni uchafu, fi thawbihi katika nguo yake, wa badanihi wa matwalini wa matwafihi na sehemu yake atakaotufu, wa matwafihi na sehemu yake atakaotufu thaniha satru laurani kusitiruti. Thalithuha baduhu ni kuanza kwake, wakati anatufu aanze wapi? Bilhajari laswadi, aanze huku hajari laswadi, muhadhiya lahu hali ya kuelekea ile hajari laswadi, waielekea bimankibihi laisari, kwa bega lake la kushoto. Rabiuha an yajala lbaita aiyeke alkaaba an yasari iko kushotoni kwake. Mara ni hale kwa ni mwenye kupita ila jihati la hajar, kwenye ule uelekea wa nini hajar al aswad. Kharijan, awe ametoka nje kidogo anil baiti na al Kaaba. Wa anshadha ruwanihi, na nazil shadha ruwani, wa an hijrihi, na hijri yake pia, bi jamii badani, kwa kiwili chake chote yuko nje ya shadha ruwan na hijri Ismaili. Ibadani, kwa kiwili chake wa thaubihi, na nguo zake eh? hamisuha ya tano, sharti ya tano, kaunuhu fi lmasjidi lharam, iwe iyo hija ameifanya iyo tawafu aifanya masjid haram, sio mahala pengine popote. Sadisuha kaunuhu sab'an yakina, iwe ni tawafu saba kwa yakini. Sabiuha adamu swarfihi, ni kukosekana kutufu lighairihi akawa amtufu, atufu mtu mwingine amfanyia ani, ani, tawafu mtu mwingine. wa inkana tawafu laysa tawafa, na ikiwa tawafu haikuwa ni tawafu nusu, si tawafu ya ibada. ustautafihi nia pata shartiwa ndani yake nia wa inkana tawafu nusuki, ikiwa ni tawafu ya ibada, la tushtara tufihi akushartizi nia, sawa wasunanu tawafi na sunani tawafu kathira nyingi, minha almashyu ni kutembea kwa mguu, fi jamihi katika tawafu yote, sijokakodisha usafiri ila liundhuri, ila kwa undhuri. Wa yastalima alhajara al al laswad, alibuse hajari laswadi, al biyadihi kwa mkono wake, awala tawafihi mwanzo wa kutufu kwake kwa wa an yukabilahu alibusu hajaril aswad, wa yadha jabhatahu alayhi na weke paji lake la uso juu ya hajaril aswad, wa yakuna dhalika iwe kufanya hivyo ni thalatha mara tatu kulibusu. wa an yarmul rajul na ende matiti mwanamume, fitawafi baadahu katika tawafu ambayo inafuatia baada ya kini sayun tawafu ambayo kitaka tawafu waje kwenye kusai, fi thalathati alawwal katika zile mara tatu za mwanzo wa hiya tajia avae kibora avae kimasai fi tawaf fi hiramal katika tawafu ambao wapanda ni yake kwenda matiti, bi an yaja la wasat ridai ni kugeuza akafanya katikati ya ile shali yake tata mangi bila iman ni kukochini ya bega lake la kuumeni, kabla wa mashana kwa watu rafai ina ncha zake mbili ala mangi bila aisari iko juu ya bega lake la kushotoni wa an yakruba rajulu fi tawafihi min albaiti, akurubie mwanamume wakati wa kutufu kwake, min albaiti akurubie nini? Alkaaba. wa an yuwali tawafahu, pia ziandamane zifuatane zile tawafu zake, moja ya pili ya tatu ya nne, zifuatane zile tawafu zake. wa an yusalli ba'da farahihi na swali, baada ya kumaliza kwake, rakaataini raka rak'abili alfa almakam, nyuma ya makam Ibrahim, intayasara kukiwa kuna wepesi, kama watu wamezidi ni wengi, haina lazima. Wa yastalima alhajar la alaswad, na aligusa hajar alaswad baada farahihi, baada ya kumaliza kwake min arrakataini, raka rak'abili. Fasli shurutu sa'i, na kimbili zaidi. Jua nalo shurutu za kusai arba'a. Alawwal ayyaka ni kutukasai baada tawafi swahihi, baada tawafu iliyo swahihi min rukunin au kudumi, inaotokana na nguzo au kudumi. Sawa, shurutu sai anyakani kutoka hiyo sai baada tawafi, baada ya kutufu swahihi tena tawafu iliyo swahihi min rukunin, kutoka kwenye nguzo au kudumi, au tangu kufika athani. Anyabida fil marrati lula aanze katika mara ya kwanza ya kusai. Aanze wapi? Bina swafa iko huku swafa sawa. Athania ya pili, bina marwa atokee marwa, wa hakadha na nahee, kama hivi. Athalith an yaka bi mururi ni an yakutwa, atind akate bi mururi, kwa kupita kwake jamia asai mas'a, sehemu zote zile za kusai azikate kwa kuzipita, eh? An yaktua akate bimur wa kupita kwake jamia almasa, sehemu yote ya kusai masani. Ismu makani arabiu, an yasa saban yakina ni kusai mara saba kwa yakini. Muhima lillo muhima, yusanu mutaakidan, unasuniwa hali ya kupotezwa, ziyaratu kabiri Sayidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kuzuru maelewa kaburi ya mtume Muhammadsadi sw yusanu, tunasuniwa maamutaakada, kwenye kukokotezwa mno, ziara ta kabri nabiina, kuizuru kabri ya mtume wetu sw wa walau bighairi hajin wa muhtamiri, ijapokuwa si mwenye kuhiji wala mwenye kufanya umra, anasuniwa yusanu mutaakida, kunasuniwa hali ya kukokotezwa ziaratukabiri saidinarasulilahi kwaizuru kabri ya bwana wetu mtume mmaa si mwenye kuhija wa ua wala. hadithi waradat fi fadliha, na kuna hadithi nyingi zilizokuja fi fadhliha katika ubora wakumzurmtmnshlla. Kesho tukipata nafasi tutasoma khatima.